Guys, hello, my people, asanteni uh, sana for your support. Support uh, thank you so much for supporting us. Wherever you are, wherever you're watching us from. It's your girl Melissa 254 na venye mnatuona hapa situation yetu haiko mzuri sana because tulikuwa tumetoka maombi na mtumishi Charles as uh, ile video ingine mmeona na hata hatujapata time ya kufika kabisa nyumbani kujua hata mambo yako aje, then tukakutana boom, na ule msichana mwenye alikuwa amesema alikuwa ameenda kwa mganga, na there was a lady, na ni sitasema lady because ni shoshoshosho, shosho na mtoto mdogo wenye walini walifika kwa mganga and they disappeared all of a sudden so Uh, tuko hapa leo na tumeweza kupata mama ya huyu mtoto, ndo huyo hapa. Tumekuwa tukimtafuta sababu, as for my previous video, mmeona tulikuwa tu kwa harakati zetu, tunatafuta vile tutatafuta, tutapata huyu uh, mtoto but tukaona she was on her way kutafuta mtoto wake na shosho yake, and then akakama cross huyu mchawi mwenye alifanya kichwa wake sijui aje. So guys, let's listen to this lady atuambi atuambie what happened na kulienda endaji. But before that, mimshitasu naweza kutusalimia kidogo s say, samuaze eh? kwa mafan wetu okay. Eh, to, to our fans mimi nimefurahia na kazi ambao pia mnatusaidia kufanya pamoja bila usaidizi wenyu hatungekuwa tumefika hiki hichi kiwango. Vyenye Melissa ashasema, muliona kama tuliweza kufunga pale milimani huko, na hata before tutoke tufike manyumbani tukakuwa na shida, lakini tunajua na tuko na imani ya kwamba kila kitu atakuwa sawa, and through our prayer tume, tumeweza kupatana na mama wa ule msichana ule, mtoto, tafadhali samahani, mama wa ule mtoto ambaye alipotea, hiyo wakati yenye ule msichana mdogo tulipata kama alifungwa na kamba, alituelezea. Sasa mama ya mtoto ako hapa na mtasikia venye atasema, alafu, maombi yetu pamoja na yenyu na mm, tukishirikiana pamoja, huenda mambo yatakuwa sawa yeah. so... My dear, karibu sana. Naweza tuambia jina yako and maybe ulianza kutupata because tulikuwa tunatafutana, ni kama tulikuwa tunatafutana and wewe ndo mwenye uliweza kutupata wa kwanza. So karibu sana. Asante. Jina langu ni Njoki, hmm. Mimi ndo yule mama wa yule mtoto mwenye alipotea hmm. She was my only child. Hmm. The one mwenye hata mimi nilikuwa ilinifanya hadi nitoke niende kumtafutia umeenda? Ndo nirudi. So nilikuwa nimetoka it has been 3 years down the line, hmm, nilienda Qatar kwa sababu ya shida ambazo zilikuwa zinatusonga, yeah, true. Na in my family ni mimi peke yangu nilikuwa naweza jitambua naweza locate hmm, ni mimi tu, like siko na mtu mwingine tena hmm na shosho yangu mm -hmm. Sasa pamoja na huyo mtoto wangu msichana. So mimi kuenda Katari, nilienda kuwatafutia wote, mm. at least hata mtoto wangu asome na hata shosho yangu pia aweze kuvaa, na hata mm, yeah. kula mm. Lakini sasa, hata before niende Katari, nilikuwa na wasiwasi, nitaachia nani mtoto, kwa sababu shosho yangu pia unajua ni amechoka choka, si unajua, miaka na miaka pia imeenda. So nilikuwa naona nikimwachia ni kama itakuwa anamchokesha sana. But I had no option. Nikamwachia. Sasa mimi, mimi the last time nikiongea nao, naweza kumbuka vizuri sana ni hiyo time nikitoka hapo, kwa sababu unaona shosho hakuna vile tungepata hata simu ya huko parent. So hata tungeweza kuongea na mtoto. Guys, for those people who are going to golf na Najua maisha ni ngumu sure. Enyewe msichana aliamua tu kuenda kujirisikia maisha yani, na akaamua tu kuacha mtoto wake yani, without complete yani completely, anajua hata waimwona for the next three years, na bado akaamua ku risk kwenda kutafuta nini, lakini guys, only God can protect us we so siko na ile wasiwasi ya nimemwacha because um, nilikuwa naaminia tu shosho yangu mm, atajaribu kumchekea kwa najua ya, ni ni wa familia bado mm, yeah so nikaenda nikaanza kazi yangu. Zile pesa ambazo nilikuwa napata kule nilikuwa natuma ziende shule, kwa sababu so, so, by by then nikienda, alikuwa me turn 4 years na alikuwa nafaa kujoin shule so nilienda kama ashaingia. Mm, so I had to nitume zile pesa zenye zi anapata mtoto mm -hmm. apelekwe nazo shule sasa pesa zilikuwa zinatoka kwa bank mm -hmm. zinaenda tu mtoto eh zinaenda zinaenda mtoto analipiwa shule ehe mm -hmm. yes so mimi nimekaa tu girl for those <coughs> entire three years mm -hmm. so si contract yangu mm ikaisha -hmm. I had to come back mm -hmm. yeah it was not Sisemi tu kulikuwa kuzuri kule mm. but I had to like nifanye tu kazi kwa bidii cuz mimi tu ndo nilikuwa breadwinner after all yeah. mm. so, nikirudi, nilipofika Kenya nikaambiwa, mimi nikaambiwa ni, okay, before mm. before hata nianze ni, ni, ni kuja Kenya mm mwenye aliniambia ni bos wangu, aliniambia mimi niweze kusafiri salama mm, alafu wanaweza nirinuia contract ata nimeenda, yeah. alikuwa ameniambia nisikuje, mm, wanaweza nirinuia contract but I was najua like, pia familia yako mtoto alikuwa mdogo mm. nilikuwa tu under worry kwa sababu pia shosho labda naweza kuwa mechoka mm, so nilikuja nione vile wanapelekana, kama wako salama nitarudi tu tena mm, lakini kama amlike shosho ameshindi imeshindikana, mm, niamak yeah. yeah. So nikarudi. Nilipofika nyumbani sikuweza kupata mtu yoyote, oh, yes, nyumba nilipata tu, ilikuwa imelokiwa tu, imevutwa ikalokiwa mm. So si mimi, haikuwa imelokuwa na kufuli tho mm. Yeah, so si mimi mimi nikahav kuingia ndani mm -hmm. Nilitana hapo around kuangalia, sikuona mtu yoyote mm -hmm. Nikaingia kwa you know, nyumba nyumba ilikuwa inakaa ni kama ni kama watu walihama kitambo kitambo sana eh. and I was like no there is no way because i think unajua, kuna nyumba enye mtu anaishi unawezajua vile inakaa mm na hii nyumba bado ni wewe umekuwa ukilipa like, eh, umekuwa ukipata constant eh, eh, ukiulizwa mm, sijui nini, pesa ya matumizi ama wakitoa hiyo school fees walikuwa wanatoa pamoja na ya matumizi. Yeah, so nilikuwa natuma zote pamoja hmm. Na mimi nilikuwa najua tu ni vile tulikuwa tumecommunicate hmm, vile kila kitu itaenda, hivyo ndivyo ilikuwa inaenda yeah. So nyumba nikapata ni kama walivacate Imeka, like kila hani hakuna hata kitu kwa hiyo nyumba, vitu zingine tu zilikuwa zilikuwa zimerushanishwa. mm -hmm. sijui ni kama so, sijui what happened. Mm -hmm. so mimi nika, unajua nikangoja nikidhani labda wameenda mahali watarudi, yeah. but with, with, with, with nini ukakuwa bado uko na ile maswali lakini bado unaongoja, yeah. mm -hmm. so nika hiyo nika siku ikaisha hawajakuja by the time inafika usiku, I was like no. mm hata -hmm. like, kama, hata kama. Hii nyumba yenyewe naona hata ni kama mtu hata maji ya kunywa iko kwa hiyo nyumba kwanza yeah. Ilikuwa tumebaki sijui nikakukombea kamoja, nyumba imekauka tu no, nikaanza kuwa na wasiwasi so mm -hmm. Nikajaribu nika kuuliza uliza watu kadhaa kama mm -hmm. waliwaona, nikaambiwa ni kama hawajaonekana sijui ilikuwa ilikuwa ya kind of sijui some months hawajaonekana and then so I had to to go to the police and report the matter. Kama tu hiyo investigation ni hezi anza kama 24 hours ijapita, so lazima 24 hours ipite ndo, ndo, ndo wa polisi waanze kuwatafuta, sivyo? Ndo inakoanga by the way hata sijui hizo vitu za loto tu. Sasa mimi nikasi, because niliona ni kama watu pia wajui mahali wako, mjirani wangu so nikaona tu polisi labda ndo wanaweza nisaidia, yeah. so mimi niliambiwa ni nitulie tu, wataendelea kufanya investigation, but deep down mimi ninakuwa hata down on a daily basis nimekuwa tu nikipata mtu nazungumza naye kuhusu maneno e, kwa sababu we, nime struggle na huyo mtoto hadi akafika 4 years, as a single mom, it was not good. Lakini Njoki, hata hata wewe ukisikia story yako kuna mahali ulifanyia vibaya najua shida iko Kenya ndiyo but kuenda nje ya Kenya, 3 years no talking to your people hadi mm. mtoto unajua ume, unasema mapolisi wamekuambia wanaendeleza, wataendeleza, lakini since then haujasikia kama wana anything, ndo maana umefika hapa. Mimi ngata mapolisi venye walikusikia wali doubt, kuna kitu umefanya vibaya yenye, hata kama wangeweza wangekushika Pengine juu hii kitu tulishatoka tukapatana nayo kwa njia mm, maybe maombi yetu ndio imefanya umefika hapa. Pengine mm, ungefungwa kwa sababu unajua kusema mtoto wako mwenye umezaa mtoto mdogo kwanza, huyo ni underage mm, haujai ongea naye na ulimwacha e, na, na shosho hapo, ulikosea, so, lakini isha, ishafanyika <laughs> yeah, though personally nilikuwa very willing, nilikuwa willing ku, kuongea na, but ile njia ya kuwa reach ndio singeweza, na unajua nikitoka hapa, hata singeweza kuwanunulia simu kwa sababu sikuwa na pesa hata kidogo.